Tukiwa tunaelekea kwenye breaki ama mapumziko ya ligi kuu ya soka ya Tanzania bara, yani NBC Premier League, baadhi ya klabu tayari zimeshaonyesha kile ambacho kilifanya kwenye pre-season, ambapo kuna baadhi ya timu bado zipo mkiani, zipo timu ambazo zipo katikati, lakini zipo ambazo ziko pale juu. Lakini kwenye yote haya Uh, tuangalie usajili kwa timu hizi kubwa hasa Simba na Yanga, sajili ambazo zimelipa, kwa sababu ukizungumza hivi sasa, timu hizi pale zinapofanya vibaya, mashabiki watakuwa wanalalamika sana na wazungumza kwamba timu imefanya usajili lakini hakuna kinachofanyika. Baadhi ya wachezaji hawachezi, lakini pia baadhi ya wachezaji wanaopata nafasi hawaonyeshi viwango vinavyotakiwa. Lakini tujiulize, je, wachezaji wote waliosajiliwa walikuwa wanahitajika na timu ama timu imesajili wachezaji wengi kutokana na mihemko, labda pamoja na kuangalia mwenzake alikuwa anataka mchezaji fulani, basi yeye anaendelea kumngang'ania na tuangalie timu ya Simba ambapo yupo Yakub Suleiman, Wilson Nangu, Anthony Mligo, Rushain Deriak, Neo Mayema, Nabi Kamara, Morris Abraham, Jonathan Soa, Alassane Maodo Kante, Mohamed Bajaber, Vedastus Masinde Husein Daud Semfuko pamoja na Selemani Mwalimu. Hawa ndio wachezaji ambao wamesajiliwa na klabu ya Simba, lakini kati ya wachezaji hawa wote ni nani ambaye anapata nafasi ya kuanza katika kikosi cha Simba? Au ni mchezaji gani ambaye anacheza sana kwenye kikosi cha Simba ili tuweze kutambua kama usajili wake ulikuwa ni wa kukurupuka ama ni usajili ambao ulilenga labda kitu fulani ndani ya klabu ya Simba? Tukianza na namba moja, Yakub Suleiman baada ya kuumia kwa Kamara, Yakubu Suleimani amekuwa bora katika eneo la Simba, japo bado shida yake ni footwork, ila ya tunaamini huko ambapo tunaelekea huenda aka improve zaidi, na kwa sasa anapata nafasi katika kikosi cha Simba. Huyu ni mchezaji wa kwanza ambaye anapata nafasi kwenye kikosi cha Simba. Mchezaji wa pili ambaye anapata nafasi ni Wilson Nangu ambaye ni beki wa kati ambaye pia alijiunga na Simba akitoka JKT Tanzania, anapata nafasi vizuri sana na anaonyesha kile ambacho alikionyesha akiwa na timu yake ya zamani ya JKT Tanzania. Watatu ni Anthony Mligo ambaye ametokea klabu ya Namungo ambaye ni beki wa kushoto kwa upande wa Simba, na bado anacheza vizuri toka amejiunga na Simba. Panga pangua, amekuwa ni mchezaji ambaye anacheza katika kikosi cha kwanza. ho ni usajili wa tatu wa Simba ambao umelipa. Usajili wa nne ni Rushain Deriak. Kuingia kwake tu kulibadilisha kila kitu ndani ya klabu ya Simba, hasa hasa katika eneo la kati, na watu walikuwa wameanza kumsahau kabisa She Fondo Malon na kuanza kuamini kwamba Rushain Deriak ndio ukuta mpya wa klabu ya Simba ambao ulikuwa unasubiriwa kwa muda mrefu. Usajili wa tano ni wa Neo Maema, ambaye hapa bado tunaweza kusema ni 50-50. Hajaonyesha bado kwa nini amesajiliwa ndani ya klabu ya Simba, japo goli lake moja dhidi ya klabu ya Stade Malien linasimama kama goli bora mpaka sasa, lakini bado hajaonyesha ubora ambao watu wengi sana waliutarajia, kwa sababu ni mchezaji wa kigeni ambaye alitoka Mamelodi Sundowns. Lakini na uzuri zaidi ni kwamba alikuwa ni kapteni wa timu ya taifa ya Afrika Kusini, ambayo ilishiriki michezo ya CHAN ambayo ilifanyika hapa nchini Tanzania, Kenya pamoja na Uganda, na akiwa katika michezo hii ya CHAN alikuwa mojawapo kati ya key players kwenye timu ya taifa ya Afrika ya Kusini, lakini mpaka sasa kwa upande wa Simba, Neo Maema bado hajafikia level ile ambayo alijiwekea akiwa na klabu ya Mamelodi Sundowns. Mchezaji wa tano ni Nabi Kamara ambaye mpaka sasa tunaweza kusema ni usajili ambao umelipa, kwa sababu ni versatile player, anakuofa kucheza namba mbili, namba tatu, beki wa kati, namba sita, namba nane lakini pia namba kumi. Namba zote hizi Nabi Kamara anacheza. Kwa hiyo ukiwa na versatile player, ama aina ya mchezaji kama huyu ambaye anakuofa vitu vingi zaidi, unaweza kusema ni mchezaji ambaye amebarikiwa na na uwezo wa kusaidia timu. Kwa hiyo kwa upande wa Nabi Kamara unaweza kusema hapa tiki. Kwa hiyo Simba wamefanikiwa kupata mchezaji ambaye ameingia kwenye mfumo moja kwa moja, ila tu selection ya kocha hivi sasa Selemani Matola anapendelea kumtumia zaidi Yusuf Kagoma katika eneo la kiungo tofauti na Pantev ambaye alikuwa anamtumia Nabi Kamara. Mchezaji wa saba ni Morris Abraham ambaye pia tunaweza kusema katika usajili wa Simba ambao umelipa moja kwa moja ni Morris Abraham, licha ya kufanya mazoezi kwa muda mrefu akiwa hana timu, lakini Fadu Davis alisema hii ni mali na naitaka isajiliwe ndani ya kikosi cha Simba na hivi sasa kutaja wachezaji pendwa katika kikosi cha Simba lazima utamtaja mchezaji Morris Abraham, ambaye ana ofa bado vitu vingi, ana kaba, anapandisha timu, ana dribble, anapiga mashuti, lakini bado hajapewa nafasi ya kupiga set pieces kama vile ambavyo alikuwa anafanya akiwa na timu ya taifa ya Serengeti Boys ya vijana ile chini ya umri wa miaka 17 ambapo mwaka 2019 19 Maurice Abraham alikuwa ni captain na alikuwa anapiga sana set pieces, lakini kwa upande wa Simba bado hajapewa nafasi, lakini Morris ameingia kwenye kikosi cha Simba moja kwa moja. Usajili wa nane ni Jonathan Soa, ambaye mpaka sasa ndiye kinara wa upachikaji wa mabao kwa upande wa Simba katika michezo ya ligi kuu akiwa na mabao matatu amecheza vizuri so far mpaka sasa, lakini bado shida yake ni kwenye nidhamu. Soa kucheza bila kuonyeshwa kadi kwake ni kitendo kigumu sana, yani ni wale aina ya wachezaji ambao yeye kupata kadi kwake ni swala la kawaida sana, supata kadi anaona kama vile kuna kitu amekikosa hivi. Lakini kwa upande wa Jonathan Soa bado usajili wake haujalipa licha kuwa mfungaji bora kwa upande wa Simba mpaka sasa, kwa sababu anapoteza uh, nafasi sana, lakini inawezekana ni kwa sababu Simba nayo haijasimama. usajili mwingine ni wa Alassane Kante na hapa naamini mashabiki wa Simba hawana kabisa uh, dauti na nyota huyu Alassane Kante raia wa Senegali ambaye ameonyesha kiwango bora mpaka sasa kwa upande wa Simba katika eneo lake ambalo anacheza eneo la kiungo mkabaji. ukiangalia jinsi ambavyo Kante anacheza anajitahidi sana kuiunganisha timu anakaba na anaipandisha timu pale ambapo inatakiwa ipande. Kwa hiyo kati ya usajili pia wa Simba ambao umelipa ni huu usajili wa Alassane Maodo Kante. Usajili wa tisa juwa Mohamed Bajaber ambaye eh, alisajiliwa akiwa injari na mpaka sasa amecheza mchezo mmoja tu wa kimashindano akiwa amevaa uzi wa mnyama Simba na amefunga bao moja katika mchezo dhidi ya Mbeya City na bao ambalo alifunga ni asisi kutoka kwa Steven Dese Mukwala na alitumia sekunde 43 tu kufunga bao lake la kwanza. Kwa hiyo kwa upande wa Mohamed Bajaber huwezi kumjaji mpaka sasa kwa sababu injari bado zinamtesa na hajaonyesha kiwango chake kwa sababu hatuna sehemu ya kumuhukumu, lakini usajili wa kumi ni Vedastus Masinde ambaye alijiunga na Simba akitokea klabu ya TMA, ambaye mpaka sasa hajacheza mchezo wowote wa kimashindano na klabu yake ya Simba. Kwa hiyo inawezekana sababu ya kutokuchezeshwa ni hana ubora ambao unastahili katika kikosi cha kwanza cha Simba, lakini usajili wa kumi na moja ni Hussein Daudi Semfuko ambaye alitoka klabu ya Coastal Union ambaye mpaka sasa hajapata nafasi pia katika kikosi cha Simba na inawezekana bado ameshindwa kumshawishi kocha katika kiwanja cha mazoezi kwamba, kocha mimi na uwezo kufanya kitu fulani. Kwa hiyo hatuwezi kumjaji sana na SM Fuku kwa sababu mpaka sasa hajapata namba na katika kikosi cha Simba. Lakini usajili wa mwisho ni wa Selemani Mwalimu Sele Gomez akiwa ametoka Wydad Athletic Club na michezo wake michache ambaye amechezea klabu ya Simba akitokea benchi ndio imemfanya aitwe katika kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars, japo pia wa usajili huu wa Selemani Mwalimu bado ni 50-50 kwa sababu Simba haifanyi vizuri, lakini Simba haitengenezi nafasi nyingi za magoli, kwa hiyo huwezi kumjaji sana pia Selemani Mwalimu. Kwa hiyo hawa ni wachezaji kumi na wawili ambao wamesajiliwa na timu ya Simba, lakini kati ya wachezaji kumi na mbili ambao wanapata nafasi kwa asilimia mia moja mpaka sasa ni Yakubu Suleiman, Wilson Nangu Anthony Mligo, Rushain Deriak, Nabi Kamara, Morris Abraham, Alassane Kante pamoja na Neo Maema ambaye anapata nafasi mara moja moja, yeye na soa. Lakini kwa wachezaji wengine bado wameshindwa kuonyesha kile ambacho kilifanya basi kamati ya usajili ya Simba iwaamini na kuweza kuwasajili ndani ya timu hii ya Simba.